Naibu waziri wa habari, sanaa ya michezo na utamaduni, ndugu yangu Hamisi Mwinjuma, Mheshimiwa katibu mkuu wetu Gerson Msigwa, kaka yetu naibu katibu mkuu, viongozi wote mlioko hapa mkiongozwa na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote kumi na moja ambazo leo tumeungana shuhudia hafla hii ya mapokezi tukitoka katika uapisho kwa nafasi ambazo Mungu ameridhia tuzipate. Nianze kwa kumshukuru sana Mungu kwa kutupa nafasi, uhai na upendeleo wa kuwepo hapa duniani tukiwa wazima wa afya. Lakini pia kwa kumgusa Mheshimiwa Rais na kutupa nafasi na sisi kushiriki kutoa mchango wetu wa uongozi katika taifa letu. Wenye sifa wako wengi, na mimi sio bora zaidi kuliko wengi, lakini kwa mapenzi na kudura za Mwenyezi Mungu imemwezesha kutukirimia nafasi ambazo leo tunazishika. Niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Raisi kwa kuendelea kutuamini mimi pamoja na Profesa Kabudi ambaye amekuwa kiongozi wetu hapa lakini pia naibu waziri wetu kuendelea kushika hizi nafasi za, katika nafasi ya naibu waziri niliyokuwa nayo ndani ya siku hamsini na mbili au katika nafasi ambayo leo nimeipata na mzee wetu Profesa Kabudi akienda kwenye majukumu makubwa zaidi. Nina kila sababu pia ya kuwashukuru viongozi wa dini. Sisi wengine tunaishi kwa maombi na hapa tulipo ni ushuhuda wa kazi ya msalaba. Ninawashukuru sana watumishi wa Mungu wa madhehebu yote mawili wa Kristo na Waislamu ambao hutuombea na kutunenea mema, na hatimaye maneno yao hufika kwenye kuta za mamlaka na si kuonekana, tunaweza kutoa mchango kwa taifa letu. Naendelea pia kukushukuru sana Profesa Kabudi, waziri wetu kwa uongozi wako nimepata nafasi ya kuwepo hapa kama nilivyosema, tena katika kipindi ambacho tunaanza Bunge. Kwa hiyo kuna harakati za Bunge, kuna semina za Bunge, tukuja kwenye semina za viongozi, na pia kunipa nafasi ya kwenda Moroko kuisimamia timu yetu ya Taifa Star katika mashindano yanayoendelea ya mwaka 2025 ya Afcon. Nakushukuru sana profu, uliniamini na ukusita, na imani yako imekuwa kubwa na leo Tupipata nafasi tena ya kuendelea kuaminika kulitumikia taifa letu. Ningeweza kuwa na maneno mengi sana, lakini naomba niwashukuru sana wizara kupitia kwa katibu wetu mkuu wewe, pamoja na naibu katibu mkuu, pamoja na dada yangu Severa, mkuu wetu wa utawala. Kwa kweli mmenikaribisha vyema na mmeshiriki kunionyesha njia na kunipa nafasi ya kutoa hata mawazo ya namna gani tunaweza tukafanya wizara yetu ikawa bora zaidi. Unapokuwa mgeni hata kama unaijua serikali kwa namna gani, kubali kujifunza kwa walio kutangulia. Nimefika hapa nikiwa mgeni na wengine yawezekana niliwatangulia kwa sababu mimi nimeingia serikalini muda kidogo, kwa kusoma, sio namba inasoma kwa muda mrefu. Lakini ukija mahala, tulia kwanza, jifunze kwa. Nawashukuru sana katibu mkuu pamoja na naibu katibu mkuu na dadangu Severa kwa kuendelea kunisaidia kuijielewa wizara kujua mipaka yetu, kujua majukumu yetu, lakini pia kwa ufahamu watendaji wakiwepo wakurugenzi na wakuu wa taasisi zetu mbalimbali. Leo ninapoingia ofisini kama waziri, nitaomba tuendelee kupeana ushirikiano huo huo, tuendelee kushirikiana. Hakuna anayejua kila kitu, ila unajua pale unapokuwa na watu na watu wanaojua, na nyinyi mlioaminiwa katika nafasi mbalimbali, wengine kwa taaluma zenu kwa muda mlio save katika nafasi hizo, wengine mkapata nafasi ya kuwa promoted kuwa mpaka wakuu wa taasisi, wengine kuwa wakurugenzi, basi uzoefu wenu utumike kuwezesha jukumu langu uliyo rahisi zaidi, ili niweze kuwa mtumishi mwema kwenu na kwa Watanzania ambao wanatuamini na wanatutarajia kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais aliyetuteua. Leo niendelee kukuomba Profesa, kuondoka kwako kwenye wizara hii umebadilisha tu majukumu. Sasa wewe ni waziri mlezi wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni, utaendelea kutulea, na tulichofurahi zaidi umeenda Ikulu. Maana yake umeenda sehemu ambayo sisi mambo yetu anapaswa kwenda kwayo. Nakuomba ukawe balozi mwema wa Wizara ya Habari, Utamaduni, ukafuatilie yale mambo ambayo mlikaa mkakubaliana yafanyike tunapoyaleta mambo yetu aidha kupitia kwa katibu mkuu kwenda kwa katibu mkuu kiongozi au kupitia kwa waziri wetu mkuu mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, basi wewe unagonga muhuri tu ya kwamba haya ndivyo tulitamani yawe. Nami nikuhakikishie Prof, nimekuambia tukiwa wawili, naomba nikwambie mbele ya watanzania kupitia mkutano wetu wa makabiziano, hakuna hata jambo moja uliolihangaikia ulioliwazia likakaa kwenye maandishi na kwenye vikao litakaloachwa, kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea, na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini, wewe ndio na akili kuliko yeye. Nipata bahati ya kuwa chini ya mzee wangu Meck Sadiki, nikiwa mkuu wa wilaya wa Kinondoni mwaka 2015, yeye akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliponiachia ofisi, yale yote aliyoyaacha yalitimia, na hata leo huko aliko Mwanza anafurahi ya kwamba mdogo wake anaendelea vyema, kwa sababu ya kutambua ni nafasi ya kutoa mchango, na wakati ukinaofika atakuja mtu mwingine, lakini yale ulioyatolea mchango ni muhimu yakaendelezwa. Nimepata nafasi ya kuwa mwenezi kwa dada yangu Sofia Mgema, na yeye anafuraha huko aliko ya kwamba yale aliyopanga kama mwenezi yaliendelea nafasi pia ykuwa wa mkoa wa Arusha kwa kakaangu Mongera, yale yote yaliyoyatamani yaliendelea kufanyiwa kazi. Na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi walizozifanya, ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na mwendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mweshimua Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kulikolo miaka sabini nyuma, wakati anatafuta memory hivi, mwaka sitini hivi ilikuwaje jambo hili hivi, mwaka sabini ilikuwaje, hivi mwaka themanini ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wewe na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Eiza wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanayotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia. sina...